Waziri wa mambo ya nje ya Uingereza, David Lammy, ametangaza nchi yake kusitisha mazungumzo kuhusu biashara huria kati yake na Israeli, kutokana na taifa hilo kuendelea kuzuia misaada kwenye ukanda wa Gaza. Tangazo la waziri Lammy limekuja wakati ambapo Israeli imeendelea kusisitiza kuwa itadhibiti eneo la Gaza. Serikali ya Netanyahu inapanga kuwaondoa raia wa Gaza kutoka kwenye makazi yao na kuwapeleka kwenye eneo dogo la kusini mwa Gaza. Lazima tukitaje hiki kama kilivyo: ni ubaguzi, ni hatari, ni unyanyasaji, ni ukatili, na nalaani kwa nguvu zote. Netanyahu, ondoa zuio hili haraka na ruhusu misaada kuingia. Haya najiri wakati mashirika misaada, ya misaada yakisema licha ya Tel Avivu hapo jana kuruhusu malori machache kuingia Gaza, bado misaada haitoshi na kwamba malori zaidi yanatakikana kuruhusiwa.